Tisa moja. Habari za asubuhi mtazamaji wa Sauti Kuu TV online, karibu. Wikendi hii ni kuangazia magazetini leo kwa uchache, kisha nikupe nafasi ya kuendelea na majukumu yako mengine na mapumziko, lakini pia ujipatie nakala wewe ambayo utakuwa unahitaji kupata habari kwa kina ama kuondoa utata wa habari ambayo utaisikia kutoka kwenye nakala za eh, nakala ya magazeti ya siku ya leo na ikakupa utatanishi, basi karibu tuangaze kwa pamoja. Kama bado si mdau wa Sauti Kuu TV online, unaweza kuwa mdau wetu hivi sasa. Ni rahisi tu katika simu yako hiyo. Uh, video hii unayoitazama chini kidogo hapo kuna maandishi yameandikwa subscribe. Sijui wewe kwenye simu yako unayatizama yameandikwa kwa wino gani? Pengine ni mweupe, ni mweusi, ni mwekundu. Maandishi hayo subscribe bonyeza tu, yaguse, kisha yatakuletea alama ya kengele na yenyewe bonyeza hiyo yote itakusaidia kuwa wa kwanza kupata na kupokea taarifa kadha wa kadha kutoka Sauti Kuu TV Online pindi tuwapo hewani. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine wananiita Double D, si mbaya. Karibu kunako magazetini leo, kutoka hapa studio zetu za Kawe jijini Dar es Salaam. Asubuhi ya leo tunapewa jeuri ya kuwepo hapa na kanisa la Tabernacle of Glory TAG Kawe lililopo Kawe ukwamani nyuma kidogo tu ya ukumbi wa CCM na kituo cha mafuta cha Puma. Wao wanakukaribisha sana katika ibada zao. Wana ibada mbili kila Jumapili na Jumatano, wana ibada moja Jumapili. Ibada zao ya kwanza ni saa moja kamili asubuhi hadi saa tatu. Ya pili ni saa nne kamili asubuhi hadi saa sita mchana lakini kwa siku za Jumatano saa kumi na nusu jioni hadi saa kumi na mbili kamili jioni, wana ibada ya mafundisho ya Biblia, maombi, maombezi na hata ushauri endapo tu utahitaji. Lakini eh, kubwa zaidi ni kwamba ibada hizi zote eh, pamoja na semina mbalimbali mbali, matamasha, makongamano yote yanarushwa mubashara kupitia Sauti Kuu TV Online lakini vilevile kupitia Rev Elingarami S Munisi online TV. Hivyo unaweza kuwa mdau wa chaneli zote hizi mbili, kupata mafundisho ya kiroho, habari za kimichezo na burudani, habari za kiuchumi, habari za kisiasa, habari za kitaifa na kimataifa, katika engo zote unazipata kupitia Sauti Kuu TV Online. Na kwa habari hasa ya mafundisho ya neno la Mungu, basi kama si Sauti Kuu TV Online, nenda pale Rev elingarami S Munisi Online TV hapo YouTube, fanya hivyo hivyo, subscribe, bonyeza alama ya kengele. Utajifunza na utakutana na orodha mbalimbali ama playlist mbalimbali mbali za vipindi kadha wa kadha. Nianzie gazeti Taifa Leo, habari kubwa inasema upinzani wachengana, duru zasema eh, kutapatapa kwao ni njama ya kufanya upande wa serikali kutong'amua mwelekeo wao. Pema. Wapinzani wachengana, habari hii pekee imepamba ukurasa wa mbele wa gazeti Taifa Leo. Wizara mbioni kutoa fedha za hazina ya CDF. Timu Kenya yatishia kususia mbio za dunia. Habari hii imetajwa katika gazeti Taifa Leo, unaweza kupata nakala yako. Mwanahabari gazeti bora limeandika, mtwara funga kazi, mtwara funga kazi maelfu ya wana CCM wafurika kwenye kampeni kupeleka e, kumpokea na kumsikiliza pia. Dr. Samia akiendelea na kampeni zake mwanamama huyu, kurasa wa mbele wa gazeti Mwanahabari unaonyesha mwana picha hiyo inayomonyesha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na mgombea urais kupitia kiti cha Chama cha Mapinduzi CCM e, hapo katika uchaguzi mkuu utakofanyika Oktoba 29 mwaka huu. Habari picha nyingine ni wananchi wa Mtwara wakionekana hapa. Usanifu barabara hufanyika kabla ya ujenzi, mhandisi Tarura anasema hayo. Tanzania ina laani kuibuka upya ukiukwaji wa sheria za kimataifa, Dr. Mpango anasema hayo. Zito apiga kampeni nyumba kwa nyumba Kigoma. Habari hii utaipata katika nakala ya gazeti mwana habari gazeti bora, unaweza kupata nakala hiyo hivi sasa. Wamachinga sauti ya wanyonge, shikamo Mtwara ni habari ambayo imetajwa katika gazeti hili. Shikamo e, Mtwara. Dkt Mpango ahutubia kikao cha 80 cha baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Wasira anasema wananchi wana imani na Samia, Oktoba wataionyesha kwa vitendo imani hiyo walionayo. Basi unaweza kukamata nakala ya gazeti hilo la Wamachinga ukafaidi habari hiyo. Gazeti Uelekeo limeandika Dkt. Samia kuandika historia mpya kusini, reli ya kisasa kuunganisha Mtwara, pembejeo bure kwa wakulima, akili unde kutumika kwenye kilimo, haya. Tanzania laani ubabe kupora rasilimali Afrika. Habari hii utaipata katika gazeti Uelekeo leo yetu, kesho yetu na angazia gazeti Mwananchi Hukumu ya kunyongwa ilivyopita, mauaji ya mke na kumzika chumbani. Yule aliyeua mke na kumzika chumbani, hukumu ya kunyongwa ilivyopita. SGR kuunganisha Mchuchuma, Mbamba Bay na Liganga, habari ambayo imetajwa katika gazeti Mwananchi. SGR kuunganisha Mchuchuma, Mbamba Bay pamoja na Liganga. Kamata nakala yako, ukurasa wa pili. Kifo cha Abbas cha ahirisha uchaguzi Fuoni. Mjane aiomba mahakama asiondolewe kwenye nyumba. Palestina yabakiza ngazi moja kuwa taifa huru, ni habari ambayo imetajwa katika gazeti Mwananchi. Eh, unaweza kupata nakala yako gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii limeandika, tutatumia akili unde kwenye kilimo, Samia huyo Mahakama ruksa ACT Wazalendo kumshtaki msajili. Aliyedaiwa kuua mke aachiwa huru kwa kukosa ushahidi. Namna miradi ya maji ilivyoleta ahueni mjini mijini, eh, pamoja na vijijini, ni habari pia ambayo utaipata katika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii. Gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania limeandika, serikali ya CCM kuwa ya teknolojia Samia ahidi ni kwenye utekelezaji miradi pamoja na utoaji huduma. Habari hii ndivyo ambavyo imetajwa hapa. Samaki viumbe hai wafa mto Malagarasi kulikoni? Kapteni Abas Mwinyi azikwa. Zito atamba ana funguo ya maendeleo Kigoma Mjini. Samia amethibitisha wanawake wanaweza mchimbi huyo. Habari hiyo unaweza kuipata hapo. Vile vile Gazeti Uhuru, ukweli daima. Uh, gazeti hili limeandika Dkt. Samia kuleta teknolojia ya kilimo. Mchimbi aeleza umakini uteuzi wagombea CCM. Kaf kusimamia sheria ya ardhi kuwa ya Kiswahili. Raisi samia, alfar uh, raisi Samia aifariji familia ya Mwinyi. Tanzania ilaani ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Hayo na mengine mengi utayapata katika gazeti Uhuru, ukweli daima utakapokamata nakala hiyo Zanzibar Leo, kwa ukweli na wazi. Mamia wamzika Abbas Mwinyi, viongozi wananchi wampa pole. Dk Mwinyi, tuendelee kuiombea dua nchi yetu. Hamedi huyo, tutawekeza teknolojia kwenye kilimo. Dk Samia, askari wapiga kura ya mapema, aina ikiasitisha uchaguzi wa ubunge Fuoni. Habari hii imetajwa katika gazeti Zanzibar Leo. Kwa ukweli na uwazi. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Taifa Tanzania Uzalendo, kwanza habari yake kuu inasema wananchi waingia hofu, ahadi utitiri zinazotolewa na wagombea. Wananchi waingia hofu, ahadi utitiri zinazotolewa na wagombea. Wasema nyingine hazitekelezeki na baadhi ya vyama vikitaja ahadi nje ya ilani zao. Habari hii imetajwa katika ukurasa wa pili. Gazeti Taifa Tanzania Ta, e, TAA na TRC zaunganisha usafiri, lengo kuimarisha huduma kwa abiria. Habari hii imetajwa pia katika gazeti hili. Huduma ya maji daa na Pwani imeimarika taifa Tanzania uzalendo kwanza gazeti linakueleza hayo yote unaweza kukamata nakala yako mara moja kupata habari hizo kwa kina hivi sasa ni mwisho wa sehemu ya kwanza ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na kimataifa tunapata mapumziko mafupi nikirejea hapa ni wasaa wa habari za kimichezo na burudani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 92 au 0678813891 karibu ni kuangazia habari za kimichezo na burudani, ikiwa hii ni sehemu ya pili ya magazetini leo kutoka hapa studio zetu za Kawe, Dar es Salaam. Kipindi hewani ni magazetini leo, Sauti Kuu TV Online ndio ambayo inakuletea matangazo haya. Mimi ni Dorcas Daniel. Mwanahabari gazeti ukurasa wake wa mwisho wa michezoni limeandika Yanga yaja na kauli mbiu ya mfumo umekubali mfumo umekubali. Simba kuivaa Gaborane bila mashabiki. Ryan aipiga mkwara Singida Black Stars. Ketambi alilia nyota wake waliokosa vibali. Azam sasa kumfuata KMKM ni swali, kwa mujibu wa gazeti Mwanahabari ukurasa wake wa mwisho wa machinga Azam Singida BS uwanjani, kimataifa CAF yaipiga stopu Simba kucheza bila mashabiki, mfumo umekubali, yazindua jezi Yanga hao eh, kulandana nasema nitajiunga na timu kubwa hapo mwezi Januari. Haya, gazeti uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu, michezoni, Yanga kuwaonyesha wiliete mfumo uliotiki, leo yaibuka na jezi mpya Gamodi ataka muda kuisuka Singida BS, Simba kucheza bila mashabiki Jumapili. Michezo ni kazi jeshini, Mkunda anasema michezo ni kazi jeshini. Naondoka hapo nikiangazia gazeti la kimichezo na burudani, Mwanaspoti limeandika wikendi ya moto, kulikoni. Kamata nakala yako upate habari hiyo kwa kina mimi naondoka hapo vilevile nikiangazia Nipashe, Mwanga wa Jamii, ukurasa wake wa mwisho. Fall za anika mbinu za kuimaliza wiliete. Leo Simba haijapoteza ufunguzi misimu 18. Saliba akubali kujifunga tena Arsenal hadi 2030. Haya, gazeti Habari Leo uh, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake wa mwisho. Yanga Mlandege Football Club Singida Big Stars dimbani leo Matola ushindi wa Simba ishara njema, championship kutimua vumbi Oktoba kumi, yamal kurejea ya dimbani hapo kesho. Haya bwana gazeti Uhuru uh, Yanga singida mlandege ni mzigoni tena, kimataifa mashabiki Simba wapewa somo michuano kimataifa, eh, chucho hans ampigia kampeni Dr. Samia. Habari hii utaipata katika gazeti Uhuru tatu kwa sifuri ushindi iliyopata Yanga dhidi ya Wiliete katika mchezo wa kwanza ugenini, ni habari ambayo utaipata katika nakala hii ya gazeti Uhuru ukurasa wake wa mwisho. Vilevile gazeti Zanzibar Leo, Yanga yatamba kuweka rekodi leo ngoja tuone. E, Simba yaingia kambini kujiwinda na Gaborane United hatma ya Baris na Mlandege kujulikana leo. KMKM yatinga hatua ya pili Kombe la Shirikisho Afrika. Habari hiyo utaipata katika gazeti Zanzibar Leo, huku Taifa Tanzania michezoni limeandika alikamwe mfumo umetiki wananchi, twendeni kwa mkapa tukafurahie leo. Alichoandika rais wa Yanga Sports Club kuhusu Ali Kimara ni habari ambayo utaipata katika ukurasa wa mwisho wa gazeti eh, Taifa Tanzania. Maema mwendo wa mateka kwa Morris, Maema mwendo wa mateka kwa Morris. Nakala ya gazeti hili inahitimisha habari za kimichezo na burudani vilevile, eh, magazetini leo kwa ujumla. Mimi naitwa Dorcas Daniel, ndiye ambaye nimekuangazia magazetini leo kuanzia mwanzo hadi tamati, na hata Jumatatu mpaka leo Jumamosi tunahitimisha magazetini leo kwa wiki hii. Tutaonana Jumatatu asubuhi saa moja na nusu panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Endelea kuwa mdau wa Sauti Kuu TV online. Kwa heri.